Siku ya Kimataifa ya Huruma ama kufanya matendo mema huadhimishwa kote ulimwenguni ifikapo Novemba 13. Siku hii ilianzishwa mwaka 1998 na wanaharakati waliokuwa wakihamasisha jamii kufanya matendo hayo mema ikiwa ni pamoja na muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya mataifa mbalimbali. Mataifa mengi huadhimisha siku hii kuanzia barani Ulaya, Amerika, Afrika na hata Uarabuni. Ujumbe wa mwaka huu wa, wa 2025 unabakia kuwa ule, ule kwamba kila tendo la fadhila bila kujali jinsi linavyoonyeshwa huimarisha mtandao wa nia njema inayounganisha jamii na kila Novemba 13 ni ukumbusho kwamba huruma bado inawaunganisha watu. Lakini katikati ya ulimwengu uliogubikwa na majanga, mizozo, mapigano na hata chuki, je, jamii bado inaamini katika kufanya matendo ya huruma na ni kwa kiasi gani? Kuangazia siku hii, naungana na Win Lady Bonface Msemembo, mwasisi wa wakfu wa Ivan na Joan ulioko huko Arusha, Tanzania, lakini pia ninaye Dr Rafik Rauf wa shirika la Marafiki Relief Aid Africa na ni hili liko huko Mombasa nchini Kenya, lakini ninataraji kuwa na Doris Molel, bado anatafutwa huyu, yeye ni wawakfu wa Doris Molel iliyoko huko Dar es Salaam. Karibuni sana kwenye mjadala wetu eh, uh, when lady na, anza na wewe, unafanya nini hasa uh, na ni kwa nini Evan ama Ivan na Joan. Kwa nini jina hili na ni nini hasa ambacho unakifanya? Kwa kifupi tafadhali tuambie. Karibu. Asante sana taasisi uh, ya Ivan na Joan uh, nilianzisha mimi ambaye ni mama wa Ivan na Joan, na lengo la taasisi hii ilikuwa ni kupata mazingira yenye msaada kwa wagonjwa pamoja na walezi wao walioathiriwa na magonjwa ya matatizo ya damu kama fanconi anemia na mengineo yanayohusiana na kuimarisha mtandao wa ushirikiano ili kusaidiana kuboresha ustawi wao. Sasa, Ivan na Joan Foundation mm -hmm. Nilianzisha katikati ya safari ngumu iliyokuwa imejaa uchungu na maumivu ya kihisia pale nilipokuwa nikiwauguza, kwa sababu watoto hao walikuwa wanaugua ugonjwa unaojulikana kama Fanconi anemia, na kwa sababu ya uadimu na ugumu ama uelewa mdogo wa ugonjwa huu, uh, njia yangu katika kuwauguza watoto wao ilikuwa ni ngumu zaidi. Sasa nilitamani sana kupata msaada ambao labda ungeweza kunipa ustahimilivu wa kuweza ku kufocus yaani, kutopoteza mwelekeo katika matibabu na kuhudumia, na mahali salama ambapo ningeweza kupata taarifa sahihi za ugonjwa, lakini kusikilizwa, kushauriwa, kufarijiwa, lakini kidogo hapakuwa na mahali hapo, pamoja na kwamba nilikuwa na familia na marafiki. Uh, mm -hmm. Hapo ndipo nilipoamua kuanzisha taasisi hiyo. Aha. Nashukuru sana Winledi na pole sana kwa hayo ambayo umeyapitia, nitakurudia tena baadaye. Dr. Rafik huko Mombasa, wewe je, e, tumemsikia e, Winledi, yeye ni swala la ugonjwa wa watoto wake ndilo lilimsukuma kuanzisha taasisi ambayo sasa anasaidia watu ku-kupata kupitia mitandao ambayo ameanzisha kupata huduma e, na pengine mapema. E, kipi kilikupa msukumo na unafanya nini hasa kwa kifupi tafadhali? Naam, asante sana uh, huku sisi tunaendeza uh, shirika inayosaidia jamii uh, ili iweze kuwa katika hali ya kujitegemea uh, tunaenda sehemu tofauti tofauti uh, uh, upande za ndani za nchi na pia uh, nchi zingine za upande wa Afrika Uh, tukijaribu kuelezea jamii namna ya uh, kujitegemea na katika hizi njia za kujitegemea mmoja wao ikiwa ni kilimo uh, namna ya kuweza kufanya ukulima, namna ya kuweza kufanya kazi za mikono ambazo utaweza uh, kujitafutia uh, pesa uh, na kuweza kutekeleza uh, uh, zile mahitaji uh, za nyumbani uh, katu, kama shirika sisi tunaamini ya kuwa Uh, chanjo kubwa sana uh, ya umaskini ni mashirika mengine, kwa sababu uh, tunajaribu uh, kuweka umaskini katika ile hali ya kuendelea kuomba ama kutuomba sisi, na kwa sababu ya hiyo pia sisi kama shirika uh, tunajaribu tusitegemee uh, wadhamini uh, tuwe na uh, income generations ama njia za kuingiza uh, pesa kivyetu. Uh, kwa mfano uh, tuko na uh, tukutuku ambazo huwa zinakodishwa uh, tuko na uh, delivery services uh, tuko na uh, mafunzo ambayo huwa tunapeana pia, uh, mengi huwa ni uh, kwa bure na zingine uh, katika uh, fii ndogo mm -hmm. uh, na, asante sana kwa utangulizi huo na Doris naambiwa umeungana nasi. Eh, Doris ujumbe wa siku hii umekuwa ni ule ule kwamba huruma au matendo ya huruma bado yanawaunganisha mm, watu na pengine kukuza uvumilivu katika jamii inayotuzunguka. Kwanza ninaomba kusikia kutoka kwako unakubaliana na hili kwamba matendo haya yanaikutanisha jamii na kwa kiasi gani, kwa kuzingatia yale ambayo unayafanya huko Dar es Salaam na maeneo mengine Tanzania. Doris, karibu. Asante, nashukuru sana. Ni kweli ndio, ukiamua kuwekeza kwenye utu na kusaidia kwenye matendo, kufanya matendo ya huruma mm. inakuunganisha na watu. Kama mimi leo nimeunganishwa na wauguzi wote nchini, madaktari wote nchini, nafahamiana nao kutokana na kazi tu ya kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, lakini sambamba na hilo wazazi waliopitia changamoto ya kulea watoto wanaozaliwa kabla ya wakati na wenyewe wamekuwa ni sehemu ya jamii ambayo inanizunguka. Kila wakati napata ujumbe kila siku, sikosi meseji zaidi ya kumi, aidha ikitupongeza kwa kazi nzuri au ikituambia changamoto ambazo wanazipitia au akituambia ushauri ambao tunapaswa kuufanya ili kuboresha mazingira ya kutoa huduma za watoto wanaozaliwa kabla ya wakati lakini sambamba na hiyo, hmm, pia imetusogeza karibu na wa, wa, wa wafanya maamuzi ambao lazima tuwashawishi na kuwajengea uwezo waone nini cha kufanya na wapi pa kugusa ili tuweze kuokoa jamii yetu, hususan hii ambayo tunaihudumia, tunaihudumiahi na, hmm, hmm. Na, na jamii hii tuliyopo, unadhani bado inachukulia kwa umuhimu mkubwa kusaidia, kusaidia watu wengine, haijalishi ni kwa kiasi gani anahitaji? Nam, naamini hivyo kwa sababu kikawaida tu hata nyumbani unaona kuna mjomba, shangazi, watoto wao wanalelewa na wazazi wetu, wanalipiwa ada ili wafanikiwa, waende mbele na wenyewe wakishafanikiwa. Tabia uh, imekuwa ikiendelea, japo kwa sisi kwa karne hii ya kwetu, naona kwa namna moja au nyingine imeanza kupungua, si kama miaka ya zamani ambapo tukikuwa tunaona kabisa tuna watoto zaidi ya kumi na mbili nyumbani na wote wanakula na wote wataenda shule, baba na mama wanaungana kusaidia familia zingine ambazo zinatuzunguka. mm -hmm. Kwa hiyo si kama vile ambavyo sisi ilivyo kwa, kwa, kwa vijana wa siku hizi. mm -hmm. Eh, una- unadhani kwa nini jamii si, inapunguza ile kasi eh, ama tuku, ile kufanya matendo mema kwa watu wengine? Nini ambacho unadhani ni kizingiti? Ninachofikiri ni kwamba ni I, ni ile hali tu ya kutojitoa mm, ya kutojitoa kwa moyo na kwa sababu ya changamoto za maisha, hasa hata teknolojia tulizo nazo kwamba tunaanza kuangalia uh, wengine wamekuwa wanafanya uh, mfano kama kwa nchi za, za wenzetu hakuna zile independent family sisi mm -hmm. kwa uh, mm -hmm. uh, Waafrika tulizoea kwamba familia zetu zinakaa pamoja, lakini kwa sababu ya utandawazi sasa, tunaona kwamba kila mtu wakati mwingine anakuwa peke yake, lakini tunajaribu kujitahidi. Kama sasa Ivan and Joan uh, mm. Foundation inajitahidi kuelimisha watu umuhimu wa kusaidiana zaidi wakati wa matatizo bila kumwangalia ni nani anatoka nchi fulani. uh, Ivan na Joan Foundation wanataka jamii inayotuzunguka ndo iwe msaada wa kwanza kwa watu wanaopita katika nyakati ngumu hasa katika kipindi kigumu kama cha kuuguza cha matibabu ya gharama tunatamani kuona watu wakijitoa na kusaidiana kwa hali na mali, uh-huh. Labda nije kwako kwa Daktari Rafiki uh, tunajua kwamba ulimwengu wa sasa huu tunauona unaongozwa na siasa lakini wanasiasa na watu binafsi katika shughuli zao ama mashirika binafsi yanaweza kuwa msaada mkubwa e, katika kuhakikisha kwamba jamii inakuwa mahala salama, lakini ni kwa kiasi gani e, kada hizi zinahusisha ama zinatanguliza matendo mema katika kuhakikisha kwamba ulimwengu huu tunaoishi ni salama na kila mtu anakuwa salama labda na anajua kwamba nikikosa hiki ninaweza kupata kwa fulani. Ni kwa kiasi gani kada hizi hasa wanasiasa ambao wanaendesha ulimwengu wanatoa kipaumbele kwenye masuala haya ya wema. Uh, kusema na ukweli, upande wa wanasiasa uh, wako uh, wachache sana mm-hmm, ambao wataweza kujitolea katika hali ya kusaidia uh, ile ki, uh, kiutu uh, katika jamii. Uh, wanasiasa wengi sisi tunawachukulia kuwa wakitengeneza uh, kwa mfano mfumo mmoja ama uh, wakitekeleza uh, ahadi moja au nyingine. Uh, huwa ni jambo kubwa sana uh, tukiwa tumesahau ya kuwa hiyo ndio kazi ambayo wameandikiwa uh, kufanya kwa ajili ya jamii mm. Na upande wa wanasiasa pia uh, kuna uh, ile uh, kuogopa, ambao sisi tumeona uh, wakati wa kwenda kusaidia jamii ambapo utapata hiyo jamii ikiweza kuenuka na kuweza katika kuwa katika hali ya kujisimamia then uh, mara nyingine ya upande uh, mm. wa kura wanasiasa huwa hawategemewi. Hasa mara nyingi huwa siasa wanaichukulia hiyo ni kama uh, a weapon, ama uh, silaha ambao wanaitumia uh, kushikilia jamii na kuwaweka katika hali ya umaskini kama uh -huh. nilivyosema kuna wanasiasa uh, wachache sana ambao wataweza kusaidia jamii ili wainuke lakini baadhi yao wengi sana katika upande wetu uh, utapata ni wanatumia jamii ili waweze kuwatekeleza uh, ku, ku, mm. uh, upande wao wow, uh, oh, wow, wenyewe, do dogo uh, bila kuangalia uh, itakayowasaidia katika Uh, siku ama miaka zitakazokuja hapo mbele. Asa, asante sana, ninaomba nimlete Najat tafadhali, tusome angalau maoni mawili mazito kabisa, alafu tumalize mjadala na nay. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tumechapisha kwamba tutakuwa na huo mjadala, na muona babu Kiwale kutoka Dar es Salaam Tanzania, anasema huruma yenyewe hivi sasa hakuna binadamu, wao imebadilika sana. Aaron Julius anasema kwa sasa jamii imebadilika, imekuwa na roho za kikatili, unyama na ushetani, huruma imebaki katika mioyo ya watu wachache sana. Watu hawaamini katika swala la huruma na kujitoa Win, Win lady ume, umesikia maoni watu hawaamini katika huruma na kujitoa, kwa nini? Kwa kifupi sana kabla sijarudi kwa Doris. Uh, naona Win haja ama ameshaondoka, basi na, na, naja kwako kwa Doris, kwa nini unadhani jamii inaondokewa na ile hali ya huruma? Nafikiri kwa sababu wengi wanakuwa wamepitia machungu mengi mm -hmm. kwa hiyo wanaona kwa nini nifanye hivyo? Lakini baadhi ya wengine uh, ni namna ambavyo makuzi na malezi ya sasa yanavyoweka vijana mm -hmm. yanaacha kuwakumbusha ya ule utu ambao zamani wazee wetu walikuwa nao, tumekuwa nao, tunaona. Kwa hiyo mimi kikubwa tunakiona kipo kwenye malezi ndio ambako tunabidi turudi tu na kufanyia kazi upya. Na Dokta Rafik, kwa kifupi, unadhani kwa nini? Kwa kifupi sana tumalize mjadala. Uh, mimi naona upande wetu ni kuwa uh, watoto wakiwa wadogo uh, tangu umri za udogo uh, hatuwafundishi uh, kusaidiana ama kusaidia watu uh, mpaka wanapokuwa wakubwa wamemaliza shule tunawaingiza katika hali ya kusoma dunia uh, na kazi na tunasahau tuna uh, akhera zetu ama upande wa kufanya uh, mazuri, na kwa sababu ya hiyo utapata watu wengi sana wanakuwa wakubwa na utu umekosekana, ubinadamu umekosekana, na pia kusaidiana uh, kwa watu wengine. Na nashukuru sana, muda wangu umeniishia. Asanteni sana kwa kuungana nasi, na wakati huu basi, ninakurudisha studioni tusikilize makala